wakati mifumo ya anga inaendelea kuonyesha ongezeko la viashiria vya, vya mvua ai so katika maeneo ya kusini mwa nchi yetu. Hivyo mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa uangalizo na uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatajwa katika baadhi ya maeneo ya mikoa ya Ruvuma, Lindi, Mtwara pamoja na maeneo ya kusini mwa mkoa wa Morogoro. Hivyo wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vyema kuchukuliwa wakati hali ya joto bado inaendelea kutarajiwa katika maeneo mengi hapa nchini, na kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kuzidi nyuzi 33 katika mkoa wa Tanga pamoja na kisiwa cha Pemba. Hivyo basi, kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kwa mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na maeneo kanda ya pwani ya kaskazini, maeneo haya yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache, wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatajua kuwa na hali ya mawingu kiasi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 Kilimanjaro kiwango cha juu cha joto nyuzijoto thelathini na nne. Mbeya kiwango cha juu cha joto nyuzijoto ishirini. Morogoro kiwango cha juu cha joto nyuzijoto thelathini na mbili. Arusha kiwango cha juu cha joto nyuzijoto ishirini na nane. na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna raziada. Ulikuwa nami Rebeca William, tukutana hapo kesho muda wakati kama huo.